Katika safari yetu ya hekima kupitia injili nne, tukio linalofuata limeandikwa katika Mathayo sura ya nne. Yesu anaondoka Nazareti, er, wamegeuka kuwa na uhasama dhidi yake. Na hapa katika mstari wa kumi na tatu tunaambiwa kwamba Yesu sasa anakaa Kapernaumu kando ya bahari katika eneo la Zabuloni na Naftali, ili yale yaliyosemwa na nabii Isaya yatimie. Sasa huu ni mstari rahisi kupuuzia, lakini ni muhimu kutambua kwamba uamuzi huu haujatokea tu kwa bahati. Kwa kweli ulitangazwa na Isaya miaka mia saba iliyopita na sasa unatimizwa na Yesu Masihi. Inawezekana pia kwamba mama yake Yesu, Maria, ambaye sasa ni mjane, akuwa salama tena Nazareti. Ni mji ambao ulikuwa umegeuka kuwa wavurugu walitaka kumua Yesu na labda eh, amemhamishia hapa pia. Injili ya Mathayo inaandika kwamba Maria na Yosefu walipata watoto kadhaa baada ya Yesu kuzaliwa kwa muujiza akiwa bikira yaani kabla Maria na Yosefu hawajakutana kimwili. Kwa kweli Mathayo anataja hata majina ya ndugu wa Yesu wa upande wa baba katika sura ya kumi na tatu. Wawili kati ya ndugu zake hawa wa upande wa baba wataandika vitabu katika Agano Jipya ambavyo ni kitabu cha Yakobo na Yuda. Lakini akiwa mwanamzaliwa wa kwanza wa Mariamu, Yesu anamtunza ana daraka kwa ajili yake, anamhamisha yeye na huenda pia familia nzima kwenda mji salama zaidi. Sasa Mathayo, Marko na Luka wote wanaandika tukio hili linalofuata katika maisha ya Yesu, na kwa kuwa Luka ana maelezo kamili zaidi hapa katika sura ya tano, tutaenda huko na na mada kuu itakuwa kufunua mamlaka ya Yesu. Na nataka kutaja kwanza hapa kwamba Yesu ataonyesha mamlaka yake juu ya vipaumbele vingine. Anaanza hivi hapa katika mstari wa kwanza: siku moja umati wa watu ulipokuwa ukimsonga ili kusikia neno la Mungu, alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Hilo ni ni bahari ya Galilaya. Akaona mashua mbili kando ya ziwa lakini wavuvi walikuwa wametoka humo na walikuwa wanaosha nyavu zao. Sasa Luka anawataja Simoni ambaye ni Petro, Yakobo na Yohana kama watatu kati ya hawa wavuvi. Mathayo na Marko wanamtaja nduguye Simoni, Andrea, kama mtu wa nne. Wanaume hawa wanne tayari wamepata nafasi kubwa ya kusikia mafundisho ya Yesu. Kwa kweli, Yesu anaingia kwenye mashua ya Simoni ili akamilishe ujumbe wake halafu anamwambia Simoni hapa katika mstari wa nne, tuweke mashua yetu ndani zaidi na mtie nyavu zenu mvue samaki. Na nashangaa kama Simoni alipata wazo la haraka. Unajua, seremala angejua nini kuhusu uvuvi? Simoni Petro ni mvuvi mwenye uzoefu mkubwa, lakini kwa upande wake, labda akiwa na shaka kidogo, anafuata maagizo ya Yesu. Na katika mistari wa sita na saba wanapata samaki wengi sana. He, nyavu zinajaa kiasi kwamba zinakaribia kuvuta mashua au kuzizamisha. Sasa ghafla, Simoni anamwona Bwana hapa kwa mtazamo mpya kabisa. Kwa kweli, mstari wa nane unasema akaanguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa maana mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Lakini Yesu anajibu katika mstari wa kumi: tangu sasa utakuwa ukivua watu. Unaona, yeye na wenzake sasa watakuwa wavuvi wa watu. Yesu anamtia changamoto Petro na hawa wanaume wengine kubadilisha kabisa vipaumbele vyao maishani, na wanakubali. Kwa kweli, mstari wa kumi na moja unasema, walipofikisha mashua zao pwani, wakacha vyote na kumfuata. Sasa kumbuka, hawajaacha tu mashua zao wanaacha kazi zao kabisa, wanaacha riziki zao zile walizojenga kwa muda. Unaona, vipaumbele vyao vimepangwa upya ghafla na mamlaka ya Yesu. Sasa hebu nionyeshe kwamba Yesu ataonyesha mamlaka yake kama mwalimu. Ukirudi kwenye Marko saa moja na madakika ishirini na moja inasema, wakaingia Kapanaumu, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi na kufundisha Mstari wa 22 unasema, wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mwenye mamlaka, wala si kama waandishi. Unahitaji kuelewa kwamba mwandishi au rabi wa kawaida wakati wa Yesu alikuwa akifundisha kwa kunukuu marabi wengine. Sasa Yesu hanukuu rabi mwingine, hamnukuu mtu yeyote. Kwa kweli, mara nyingi Yesu alikuwa akisema, labda unakumbuka alikuwa akisema mmesikia, imenenwa lakini mimi nawaambia. Ona, Yesu anafundisha kwa mamlaka yake mwenyewe ya asili, kama neno la Mungu. Sasa anapokuwa akifundisha, ghafla mtu mwenye pepo anapiga kelele hapa kwenye mstari wa 24: ninajua wewe ni nani, mtakatifu wa Mungu. Sasa Yesu mara moja anamwamuru pepo hapa kwenye mstari wa 25, nyamaza na mtoke ndani yake. Na pepo anatii, baada ya kusababisha vurugu kidogo. Na watu wa njia wanashangaa tena. Kwa kweli, wanasema hapa kwenye mstari wa 27, hii ni nini? Mafundisho mapya yenye mamlaka! Anaamuru hata pepo wachafu nao wanamtii. Basi hii lazima ilikuwa ibada ya ajabu sana pale kwenye sinagogi. Sasa mara tu hii imekwisha, Yesu anaenda kuonyesha mamlaka yake juu ya magonjwa. Hapa kwenye mstari wa 29, Yesu na wanafunzi wake wanatembea hadi nyumbani kwa Simoni Petro, labda kwa ajili ya chakula cha mchana. Lakini mama mkwe wa Petro anaumwa na homa. Kwa njia hii, ikiwa Petro alikuwa na mama mkwe, hiyo inamaanisha alikuwa na mke, sivyo? Mimi sijawahi kusikia mwanaume yeyote mwenye mama mkwe bila kuwa na mke. Basi Petro alikuwa mwanaume aliyeoa. Sasa tukichanganya simulizi za Injili, tunaona kwamba Yesu anamkemea homa, anamwinua miguuni, na na anapona kabisa kwa muujiza, kiasi kwamba mara moja anaanza kwenda jikoni na kwanza kuandaa chakula cha mchana kwa kila mtu amepona kabisa kikamilifu, bila kubaki na dalili yoyote. Si ajabu sasa. Injili ya Marko inatuambia kwamba jioni ile mji mzima ulikusanyika mlangoni, na Yesu akaendelea kuwaponya wagonjwa. Basi hizi zimekuwa saa 24 zenye shughuli nyingi za kufundisha na kuponya, lakini Yesu anaamka asubuhi na mapema ili kuomba. Simoni na wengine hatimaye wanampata na wanajaribu kumrudisha mjini. Unaona, kwa mtazamo wao Yesu bado ana watu wengi wa kuwaponya pale Kapernaumu. Wanamwambia Yesu katika Marko saa moja na madakika thelathini na saba kila mtu anakutafuta, lakini anawaambia twende kwenye miji mingine ili niweze kuhubiri huko pia, maana ndiyo sababu nimekuja. Unaona wanafunzi hawakuelewa huduma ya Yesu ya uponyaji kwamba hiyo siyo kazi yake kuu maishani. Huduma ya Yesu inaenda mbali zaidi ya magonjwa ya mwili. Kuponya mwili ni jambo jema, lakini kuponya roho ni bora zaidi. Na hiyo ni kwa sababu uponyaji wa mwili ni wa muda tu, lakini uponyaji wa kiroho ni wa milele. Sasa, hatimaye Yesu anaenda kuonyesha nguvu zake za kuokoa na hapa tena, Mathayo, Marko na Luka wanaunganisha simulizi zao kutupa maelezo kamili zaidi. Yesu anahubiri kote Galilaya, na katika mojawapo ya miji, mtu mwenye ukoma anakuja na kuanguka mbele ya Yesu na kusema, he Marko moja inaandika hapa katika mstari wa 40, ukitaka waweza kunitakasa. Sasa hadi kufikia wakati huu katika historia ya Biblia unahitaji kuelewa kwamba ukoma umeponywa mara mbili tu: mara moja katika kitabu cha Hesabu sura ya kumi na mbili na kisha katika mbili Wafalme sura ya tano. Wayahudi walijua vizuri kabisa kwamba ni Mungu pekee anayeweza kuponya ukoma, lakini huyu mwenye ukoma hamtilii shaka Yesu uwezo wake, sivyo? Anasema tu uki taka, waweza kunitakasa Anaamini kwa Yesu, na anamwita Bwana, kwa imani. Basi Yesu ananyosha mkono wake na kumbusa yule mtu na kusema yale maneno mazuri: nataka, kwa maana halisi, niko tayari takasika na niambie. Yesu yuko tayari leo kuwaokoa waliopotea kutoka dhambini mwao, atafanya hivyo lakini Biblia pia inasema, kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Warumi saa kumi na madakika kumi na tatu. Kwa maneno mengine, yuko tayari. Swali ni je, uko tayari kumjia yeye? Basi Yesu anamwambia huyu aliyekuwa na ukoma hapa kwenye mstari wa 44: usimwambie mtu yeyote, bali nenda jionyeshe kwa kuhani na toa sadaka kwa ajili ya utakaso wako kama alivyoamuru Musa. Sasa mstari wa 45 unaeleza kile huyu aliyekuwa na ukoma alifanya badala yake. Lakini akaenda na akaanza kuzungumza waziwazi kuhusu hilo na kueneza habari hili. Kwangu mimi ni jambo la kunigusa sana. Aliambiwa anyamaze, lakini hawezi kujizuia kueneza habari. Wewe na mimi tumeamriwa kueneza habari, lakini mara nyingi basi tunanyamaza kimya. Sasa Hatuwezi kumtafutia huyu mtu sababu kwa kutotii kwake Bwana, lakini pia hatuwezi kujitafutia sababu sisi wenyewe kwa kutotii. Hebu ni kuulize swali: ni nani unamwambia leo kuhusu Yesu Kristo? Huyu mtu hawezi kunyamaza kwa sababu hawezi kusahau jinsi alivyookolewa. Siwezi kujizuia kujiuliza kama sisi tunanyamaza kwa sababu labda tumesahau